Kitabu cha Maombolezo sura ya tano, ndio watu wa Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa mahali hapa ambapo siku ya leo tunaenda kuhitimisha kusoma kitabu hiki cha maombolezo. Mungu akubariki sana tangu tulipoanza ile sura ya kwanza hadi leo tunapoenda kuhitimisha sura hii ya tano. Mwisho wa kitabu hiki ni mwanzo wa vitabu vingine. Usiache kusoma Biblia kila siku, na hakikisha unasoma Biblia nzima na kuimaliza. Karibuni sana wapendwa, tusali, tuanze rasmi siku ya leo kwa jina la Baba la Mwana na Roho Mtakatifu amen. Mungu tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya siku ya leo tunapoenda kusoma kitabu cha Maombolezo. Tunaomba Roho Mtakatifu tusimamie, tuwezeshe, tuweze kukielewa kitabu hiki. Tuwezeshe Baba, neno lako tunalolisoma liachilie mwanga na nuru ndani yetu, ili yale yote tunayoyasoma yaweze kuzaa matunda ndani yetu, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tuseme amen. Karibuni sana wapendwa, nami naitwa Mwalimu Petro. Tuungane sasa na ndugu zetu wa Word Project. Kumbuka ni maombolezo sura ya tano, mlango wa tano. Ee Bwana, kumbuka yaliyotupata, utazame na kuiona aibu yetu. Urithi wetu umegeuka kuwa mali ya wageni, na nyumba zetu kuwa mali ya makafiri. Tumekuwa yatima waliofiwa na baba, mama zetu wamekuwa kama wajane. Tumekunywa maji yetu kwa fedha kuni zetu twauziwa. Watufuatao wa juu ya shingo zetu, tumechoka, tusipate raha yoyote. Tumewapa hao wa Misri mkono, na Waashuri nao, ili tushibe chakula. Baba zetu walitenda dhambi, hata hawako, na sisi tumeachukua maovu yao. Watumwa wanatutawala, hakuna mtu wa kutuokoa na mikono yao. Twapata chakula kwa kujihatarisha nafsi zetu, kwa sababu ya upanga wa nyikani ngozi yetu ni nyeusi kama tanuu, kwa sababu ya hari ya njaa ituteketezayo. Huwatia jeuri wanawake katika Sayuni, na mabikira katika miji ya Yuda. Wakuu hutungikwa kwa mikono yao, nyuso za wazee hazipewi heshima. Vijana huyachukua mawe ya kusagia, na watoto hujikwaa chini ya kuni. Wazee wameacha kwenda langoni, na vijana kwenda ngomani. Furaha ya mioyo yetu imekoma, machezo yetu yamegeuka maombolezo. Taji ya kichwa chetu imeanguka; ole wetu, kwa kuwa tumetenda dhambi! Kwa sababu hiyo mioyo yetu imezimia, kwa ajili ya hayo macho yetu hayaoni vema; kwa ajili ya mlima Sayuni uliokiwa mbwe, hautembea juu yake. Wewe Bwana unadumu milele, kiti chako cha enzi ni tangu kizazi hata kizazi. Mbona watusahau siku zote na kutuacha muda huu mwingi? Ee Bwana, utugeuze kwako, nasi tutageuka; zifanye mpya siku zetu kama siku za kale. Isipokuwa wewe umetukataa kabisa, nawe una hasira nyingi sana juu yetu.